Mipango haiwezi kuisha eneo hili kwani Chuo cha Mipango ya Maendeleo Vijijini IRDP ndicho chenye umiliki halali wa kuandaa mipango. Kwa kushirikiana na Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma, wameweza kuzindua programu ya michezo katika uwanja wa shule ya msingi Fountain Gate. Mgeni rasmi katika shughuli hii ni Kamanda wa Polisi Mkoa wa Dodoma George Katabazi, yeye anasema Mashindano haya yanalenga kuileta jamii pamoja na kuhakikisha suala la ulinzi na usalama linaleta manufaa. Sisi tunashirikiana na vyuo eh, kiwepo chuo cha mipango ambapo kipo hapo Dodoma, ili kuweza kudumisha amani katika mkoa wetu wa Dodoma, katika kuzuia, kubaini na kutanzua uhalifu. Michezo ni furaha, michezo inayoleta undugu na mshikamano. Kwa hiyo tunaamini kwamba katika mashindano hayo tutadumisha undugu, tutadumisha ushirikiano na tutajenga afya zetu. Sisi tunachukua michezo au mashindano haya kama jukwaa muhimu sana, tuseme ni platform, na kuweza kutoa elimu, elimu kwa wananchi, elimu kwa wanavyuo, kuasisitiza kwa kwamba wanavyuo kwanza wao wazalendo kwa sababu lazima wapende nchi yetu na ukipenda nchi yetu watajituma, lakini sio tu wanavyuo bali, bali jamii nzima kwa ujumla, kwamba wanatakiwa wawe wazalendo, wanatakiwa wapinge ukatili wa kijinsia na watoto na uhalifu mwingine ikiwemo dawa za kulevya na uhalifu mwingine kama wizi na makosa mengine ya namna hiyo. Kupitia mashindano haya, ni wazi kuwa ulinzi utaimarishwa kutokana na ukaribu ambao jamii ya wanafunzi imelenga kutoa ushirikiano wa hali na mali kwa Jeshi la Polisi ili kutokomeza uhalifu, kama ambavyo mkuu wa chuo fedha mipango na utawala wa IRDP Yande Kanute anavyoeleza. Mashindano tumechukulia kama mashindano, ni kama sanaa inavyotumika kupeleka ujumbe kwa jamii, yatavuta watu wengi kuja kuja kuangalia mashindano, sio burudani tu peke yake. Kuna mafunzo mbalimbali yatatolewa na Jeshi la Polisi namna gani ya kupinga uhalifu namna gani ya kutambua uhalifu unaotaka kutokea na kuzuia, na namna gani ya kuripoti uhalifu kwa kucheza pamoja na kwa kuzungumza pamoja, naleta leo ndugu, na kuona kama polisi ni sehemu ya jamii. Polisi ni mdau wa maendeleo, kwa sababu polisi anazuia uhalifu usitokee, polisi anachunguza uhalifu, polisi anaona kwamba, anasema kwamba haki iweze kutendeka, kupeleka kwa, kwa, kwa yale, yale makosa ya kihalifu ya kama, kijinsia kama wizi na, na kuja, kuja, kuja, kuja, na mambo kama mambo ya jinai. Waswahili wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Hili lina kisiwa hapa, kwani waandaaji na washiriki wa michezo mbalimbali mbali, wanasema hii ni fursa adhimu ya kuimarisha ulinzi katika jamii, na kulishukuru jeshi la polisi mkoa Dodoma kwa heshima waliowapatia kupitia ushirikiano wa Jeshi la Polisi na wananchi kunaleta uhamasishaji mkubwa sana wa kufichua maovu mtaani. Kwa hiyo action inaleta msaada mkubwa sana katika jamii yetu. Pia nipende kushukuru Jeshi la Polisi kwa Jeshi la Polisi kwa msaada mkubwa ambao ametupatia e, moja ilikuwa ni udhamini wa mashindano haya na wana mchango mkubwa kiukweli kwa sababu ni watu ambao eh, wanatulinda siku zote, hivyo ni kwetu wanatunza amani kupitia serikali za wanafunzi. Ndio maana leo tutaamua kushiriki nao kwa pamoja michezo hii. Kama sisi polisi ni kuja kusambaza ile ka, kauli mbiu inayosema zuia zuia uhalifu kupitia michezo kwao. Tumekuja kama polisi, lakini tupo kama sehemu ya jamii, tunaungana na makundi mbalimbali yakiwemo bodaboda wakiwemo wenyeji hawa wanafunzi wa vyuo. Lengo kuu ni kuzuia uhalifu kupitia michezo, kwa sababu ushirikiano huo unaopatikana ndani ya michezo ndio unawapa nafasi wenye vyuo, lakini pia na makundi hayo mbalimbali mbali, kutuambia kwa kiasi gani kwenye jamii zao kuna uhalifu au kwa kiasi gani na wao wanatusaidia kuzuia huo uhalifu pindi unapotokea. Sote tunatambua umuhimu wa michezo, lakini kwa faida ya wageni michezo ni afya na huimarisha mwili. Mbali na lengo la kuimarisha ulinzi na usalama wa maeneo haya, sina shaka pia kuna idadi kubwa ya washiriki ambao watayaepuka magonjwa nyemelezi. Jacqueline Masawe, TMC News, Dodoma.